Assalamu alaikum, mambo zenu, kwa majina yanaitwa Rukia Laltia na Riki, karibuni sana katika channel yangu . Katika video yetu ya leo ningependa kuwafunza jinsi ya kutengeneza melting moon cookies. Yaani hizi cookies jamani, nini ukila zinayayuka mdomoni na ni tamu sana na rahisi mno, makinika nami hadi tamati. Moja kwa moja katika bakuli yako utaanza kuweka sukari vijiko viwili, chumvi kiasi, bata kikombe kimoja ambao ni sawa na gramu mia mbili na ishirini na tano arki ya vanila tone. Kwa kutumia mix, mixer utachanganya mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Utafuatilia na kuweka kiini cha yai kimoja, endelea kuchanganya, kisha utaweka custard powder robo tatu ya kikombe, yaani kikombe kisijae. Kwa kutumia spatula utaanza kuchanganya, alafu utachukua mixer yako utaendelea kuchanganya mpaka mchanganyiko wako uwe laini kama hivi. Na mwisho kabisa utaweka unga wa ngano kikombe kimoja na nusu kungumanga iliyo ila siyo lazima kiasi, pamoja na baking powder kijiko kimoja chakula. Kwa kutumia mkono utachanganya mpaka kila kitu kichanganyike vizuri na upate donge lako la unga. Ukishapata donge lako la unga utaligawa kwa madonge mawili. Kisha utachukua donge moja baada lingine, utaweka katika sakafu, yani sehemu ambayo utakaotumia kushep kuki zako, ama unaweza kuweka katika kibao kama hichi changu, na kisha utachukua karatasi, yani baking paper, unaposukuma donge lako la unga, ili donge lisipate kushika katika kifimbo chako. Na wakati unaposukuma donge lako, hakikisha duara lako lisiwe jembamba sana, ili kuki zako zisipate kukatika. Kwa kutumia hiyo hiyo glasi utashepu ili, ili uweze kupata shepu ya moon, yani shepu ya mwezi kama unavyoona katika video. Utaendelea na madonge mengine mpaka umalize madonge yako yote na kisha ni wakati wa kuoka katika oven, ama unaweza kutumia jiko la mkaa. Ikiwa utatumia jiko la oven kama langu, utaoka katika moto wa 150 kwa dakika 20. Na baada ya dakika 20 kuki zetu za moons ziko tayari. Utazitoa katika moto na uache zipoe kabisa kabla ya kuzipamba kwa kutumia sukari ya kusaga yani, icing shuga zikishapoa kabisa, sasa ni wakati wa kuzipamba kwa kutumia sukari ya kusaga. Uwe makini hapa, maana hizi kuki jamani ni laini sana, uzipake polepole pole. Nitakata cookies moja ili mpate kuona jinsi ilivyo ndani. Mashallah, mashallah, cookies hizi zilikuwa laini na zilikuwa tamu sana na ni rahisi mno kutengeneza hizi cookies, na i hope jamanini mtajaribu hii recipe. Ikiwa mtajaribu, please jamanini njoni katika comment section ili muweze kunijulisha, na musahau kunifollow katika social media zangu zote kote, anatumia Rukia Laltia na kwaherini, bye, bye.